Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waiche kituo popote mlipo. Hamjambo, karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, karibu sana niendelee kuwachanganulia yale ambayo yameendelea kujiri. Kitu ambacho na kuomba ni kimoja, piga subscription, sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Serikali hii ya Samia Suluhu Hassan atakana kwamba iliweza kupokea onyo kali sana kutoka Marekani dhidi ya kutokandamiza dini Tanzania. Samia Suluhu Hassan amepanga kumshambulia askofu ambaye ni katibu wa muungano katibu mkuu wa muungano wa maaskofu Tanzania, wa maaskofu Katoliki Tanzania, Padri Kitima. Sasa tangia Kitima alipofichua kwamba kuna kanisa yani, kuna hospitali moja ya kikatoliki ambayo maafisa wa polisi walikwenda na wakawaambia wauguzi au kipenda manesi kwamba wale wote ambao waliweza kupata majeraha kipindi cha maandamano hawapaswi kuponywa, bali wanapaswa kupelekwa mochari, na Askofu Kitima akaamua kupaswa mbarika na akawaambia wananchi kwamba jamani, sikiliza jinsi ambavyo jeshi la polisi na uongozi wa Samia umepanga. Yaani mtu ambaye amepata, mtu ambaye ameweza amba kupata majeraha hapaswi kupewa matibabu, bali anapaswa kupelekwa mochari. Sasa taarifa ambazo ninaelezwa ni kwamba serikali hii imeweza kupanga Aa, kikosi upande wa Mwanza kumteka nyara na kumthuru askofu huyo padiri Kitima. Jisi ambavyo unaona hapo, hiyo ndiyo picha ya Kitima vilevile vile, na taarifa yenyewe ambayo nimeweza kupokea inaeleza hivi, mwambie Kitima awe makini, kuna washenzi wametumwa kutoka Mwanza ni askari ili wakamthuru au kumpoteza. Wapo wanne. Huu mpango umepangwa toka juzi. Ninajua ilikuwa mwezi wa tano hapo, padri Kitima mwaka huu aliweza kushambuliwa na hii serikali ambayo si halali tena. Sasa hivi baada ya Kitima, askofu Kitima, padri Kitima kunyooshia kidole cha lawama hii serikali na kuwaambia waache kamatakamata kamata na kupoteza wananchi na wari, yani waitikie kwamba wao ndio waliweza kuwaua wananchi tunaambiwa kwamba hii serikali imekuwa ikimlenga sana, wanataka kumpoteza. Juzi mashehe Tanzania, ambao wanalipwa na Samia Suluhu Hassan, waliweza kumkemea sana padri Kitima, ukasema kwamba yeye anaonekana kwamba anachangia uvunjivu wa amani Tanzania. Wakasema kwamba padiri Kitima hamtaki mema Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ni Muislamu. Sasa cha kushangaza, walisema kwamba watamchukulia hatua kali padiri Kitima. Na kumbe hatua ambayo walisema kwamba watamchukulia padiri Kitima ndio hii ya kupanga kumpoteza. Inaonekana kwamba hii serikali imepanga vita vikali na kanisa Katoliki Tanzania. Askofu Kitima au kipenda padiri Kitima aliweza kusema kwamba hakuna mazungumzo ya maridhiano yatafanyika Tanzania bila ya viongozi ambao wako kwa hii serikali kuwajibika kwanza kwa mauaji ambayo waliweza kuyafanya. Haiwezi kawa kwamba Samia ndiye aliweza kuwaua wananchi wa Tanzania kipindi cha uchaguzi, alafu yeye ndiye anaitisha mazungumzo ya maridhiano? Kwa nini? Wataridhiana na nani kama hajaweza kukiri na hajaweza kuwajibishwa baada ya kuweza kuwaua Watanzania? Sasa kauli hii ya Askofu Kitima imeweza kuchochea serikali hii kulenga kumthuru na kumpoteza askofu Kitima. Huwezi kuongelea maridhiano kabla hujakiri, alafu naridhiana na nani? Maridhiano wananchi na serikali, serikali ni chombo cha wananchi. Swala ni watu kukaa chini kusema hali hii iliyotokea, ili sijirudie, kitu gani kifanyike, ajenda ya maridhiano baada ya watu kukiri ukweli ndio watakuja sasa, tumefikaje hapa? Ndio hatua ya pili. Hatua ya kwanza tukiri ukweli kwamba watu na serikali ikiri watu waliuawa kwa risasi za moto, na wengine walifuata kwenda kuuawa kwenye miji yao au kwa wazazi wao. Na kijiji kimoja huko ukienda kinaitwa Ndaga huko Mbarali kule, kafuatilia uone yaliyotokea huko, katika kuonesha hilo naloliita maridhiano, lazima kwanza tukiri watu waliuawa na risasi za moto na nani? Swali hilo likijajibiwa, ndio hapo tutahitaji sasa tume huru ya uchunguzi ambayo haihusiki na anayeshukiwa kwamba alihusika kuua. Wapenzi watazamaji, hili la kupanga kumdhuru askofu Kitima linaeleza nini? Linakufichulia nini? Serikali hii haramu ya Samia suluhu Hassan inachukia mwananchi yeyote au kiongozi yeyote wa kiwango chochote mwenye anakashifu upotezaji, utekwaji na mauaji Tanzania. Kama unataka kukuwa rafiki wa Samia, wewe msifu mtetee kwa mauaji jinsi ambavyo mashehe wamekuwa marafiki wa Samia kwa kumtetea kwa kujaribu kumulinda hata kana kwamba aliweza kuwaua watanzania wengi kwa kujaribu sana kumtetea baada ya kuweza kuiba uchaguzi lakini ukionekana kwamba unafunua kitabu cha uhalifu Tanzania unafungua kitabu cha mauaji Tanzania na unafungua kitabu cha wizi wa kura Tanzania, wewe ni adui wa Samia Suluhu Hassan. Jinsi ambavyo huyu padri Kitima alivyoweza kuzungumza sasa, amekuwa adui wa serikali ya Samia mpaka wamempangia kumpoteza na kumturu je Serikali hii inataka sisi sote tukue mazuzu, inataka sisi sote tuwapigie magoti, tuwapongeze kwa mauaji ambayo waliweza kuyafanya. Hapana, tusimame imara, ukombozi uko karibu kuja. Mimi ni bwana Ezra, tupatane kwa kada ijayo.